Kwa kipindi cha takriban miezi tisa ama kumi tumekuwa tukitekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunafufua viwanda ambavyo vipo hapa Tanga. Nyeye mnafahamu Mheshimiwa Rais alifanya ziara hapa Tanga na alitoa maelekezo mahususi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiboresha Tanga kwa kurudisha ile Tanga ya viwanda ambayo ilikuwepo huko nyuma. Na sisi kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tumefanya hii kazi, tulikutana, tuliweka target ya viwanda kumi na nane vya mwanzo, tukakutana na wahusika tukaongea nao na tukajadiliana nao ni kwa namna gani tunaweza tukaanza zoezi la kufufua viwanda hivi. Kwa hiyo uh, viwanda hivi vilikuwa viko vya aina mbili, vile ambavyo vilibinafsishwa na serikali na viwanda vya watu binafsi na changamoto za viwanda hizi zilikuwa zipo mbali mbali za ujumla na changamoto mahususi kwenye kila kiwanda, lakini tunamshukuru sana Mungu, ametusaidia ile kazi imeanza kuzaa matunda. Nyie ni mashahidi, leo tumetembea hapa Tanga, hiki ni kiwanda cha tatu. Hapa tupo kwenye kiwanda cha African Harmony, kiwanda ambacho kilikuwa kimekufa kabisa. Tunawashukuru hawa wenzetu kwa jitihada za wizara, jitihada za ofisi ya mkuu wa mkoa na mwekezaji wa hapa. Kiwanda hiki nyie ni mashahidi, kinafanya kazi na nyie mmeona, wameajiri takriban vijana mia mbili kumi na nane hapa kwa ajira ya kudumu. Kiwanda hiki kinafanya kazi. Kwa hiyo tumetoka pia kwenye kiwanda cha kwanza kile cha nondo cha rolling steel, ambacho pale pia tumeona mwekezaji ameanza kwa zoezi la majaribio la kuzalisha nondo na ametuhakikishia ndani ya miezi hii mitatu atakuwa na speed up kwenda kwenye production karibia ya tani 30 mpaka 40, lakini vile vile tukaenda kwenye kiwanda cha tatu cha ply and panel ambacho chenyewe kinazalisha hizi uh, plywood na marine boards pale, na ametuambi na tumeona amefanya ukarabati mkubwa wa kiwanda kwa kule juu, kiwanda kilikuwa wazi, ameshaweka mapaa yote, lakini amenunua mashine nne mpya, lakini vilevile anaendelea kufanya ukarabati pale ili kuona ni kwa namna gani anaanza kufanya production na ameshafikia takriban asilimia sitini. Kwa hiyo wenyewe wenyewe, mnaona yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais, sisi tumeyafanyia kazi na viwanda ikiwemo hiki hapa kimeanza kufanyia kazi. Hivi ni viwanda vitatu, lakini tuna viwanda vingine vingine vitano na vyenyewe vipo katika hatua mbalimbali mbali. Target yetu sisi ni kuhakikisha hivi viwanda kumi na nane tunavisukuma ili viweze kurudi kwenye uzalishaji na bidhaa ziweze kuingia sokoni kwa hapa la ndani ya, ya, ya nchi yetu, lakini vile vile ya nje ya nchi yetu. Sisi kama wizara, kazi yetu kubwa ni kuwapa ushirikiano mkubwa hawa wawekezaji. Tumekaa nao na tumewahakikishia tutaweka mtu maalum, kwa sababu tayari tuna kitengo, lakini tumekubaliana atakuwepo mtu dedicated ambaye atawasaidia kwenye kila jambo, kuhakikisha hivi viwanda kumi na nane tunaona matokeo yake, ajira zinaongezeka kwa vijana wetu lakini kufungua pia na viwanda vipya vingine. Tunayo sera ya kuwa na viwanda vipya kila wilaya, kila mkoa. Kwa hivyo pia tuta, tutaweka msisitizo mkubwa ili viwanda hivi vipya vinavyokuja na vile vya zamani vyote viendelee kufanya kazi kubwa ile picha ya Tanga